Ndugu zangu katika imani, ninakuhusieni kwa kutangulia kuhusia nafsi yangu kumcha Allah na kumtii. Suala la kuhusiana takwa ni suala muhimu, kwa sababu takwa ndiyo certificate au shahada ya kumwezesha mtu kuingia peponi. Qurani inasema tilka ljannatu nurithuha min ibadina man kana takiya. Allah anasema hiyo pepo ninayoisifia kwamba ndiyo makazi ya milele ya watu waliofanya vizuri, hii ninawarithisha katika waja wangu waliopata ithbati ya uchamungu. Ndugu zangu katika imani, uchamungu ni tabia njema inayofuata mtiririko wa mwongozo uliotoka kwa muumbaji na mwanadamu akatumia tabia njema hii kufuata utaratibu kama alivyopangiwa. Anayeishi duniani na kufanya mambo yake nje ya utaratibu Allah hawezi kumpeleka peponi. Ili mtu aende peponi lazima awe duniani kaishi kwa kufuata utaratibu wa muumbaji wake.

Tafsiri ya aya hii ni kwamba Allah anamwambia mtume wake. Ni masala ya majukumu na uwajibikaji. Mtume ni kiongozi kwetu, ana jukumu la kutuongoza na kutusimamia, lakini kila mwenye mamlaka ana mahala anapowajibika mpaka kufika kwa mungu mwenyewe. Yeye Mwenyezi Mungu hawajibiki pahala. Kwa hiyo mtume wetu ni kiongozi na yeye pia anapo anapowajibika kwa hiyo pale anapowajibika yeye ndo anapewa maagizo, wasbir nafsaka maa lladhina yaduna rabbahum bilghadati walashii yuriduna wajaha, vumilia kuwa na msimamo wewe binafsi kama kiongozi, ukishirikiana pamoja na wale ambao wamekubali kumwabudu mola wao asubuhi na jioni. Kila siku yao moja yenye saa ishirini na nne wao wanaipitisha kwa kufanya mambo kwa mujibu wa utaratibu wa mola wao. Kwa hiyo wewe, mtume na madaraka tuliyokupa kuwa pamoja na watu hawa, wala tadu ainaka anhum, wala usije ukawakiushia macho yao, macho yako, yani macho ya kiongozi yasije yakakiuka akaacha kuwaangalia anaowaongoza akawaangalia wengine. turidu zinata l hayati dunia, usije ukafanya hivyo kwa kutaka mapambo na thamani ya maisha ya dunia. Yaani, kwa lugha ya Kiswahili safi tuseme, mtu ana majukumu ya kuwasimamia, kuwaongoza, kuwaelekeza wenzake, lakini ana matashi yake binafsi ni mtu mwenye kutaka kuwa, awe tajiri awe hivi awe maarufu, anaona kama mimi nitajitwika suala la dini, majukumu ya kusimamia watu wa dini, watu wenyewe wanyonge wanyonge, hawaninufaishi chochote hawanisaidii lolote. Mimi fursa zipo za kufanya mambo yangu yakanyoka, nikapiga hatua za maendeleo. Wenzangu wananipita, wana majengo, wana magari, wana viwanda, wana hivi. Kwa hiyo wewe usishughulishwe na umasikini ulio nao, na umasikini wa watu waliokuzunguka wanaotaka uwaongozi, ukasema nikiendekeza hawa mambo yananipita mimi, wenzangu wale wanaendelea, mimi niko nyuma kimaendeleo. Sasa ukaanza kuangalia ambao dunia imewanyookea, majukumu yako huku yakawa yanadorora, kila siku yako chini wapo viongozi, haya ndiyo yaliyo ndani ya tabia zao. Kwa hiyo kwenye dhamana zao majukumu aliyopewa, ufanisi unakosekana, hatua za maendeleo zinashindikana, kwa sababu yeye mwenyewe binafsi ana mtazamo wa kuyataka mengine yaliyo mbali. Hapa karibu patakuwa pana mkwaza, hawezi kufikia kule mbali. Kwa hiyo Mola wetu mwenyewe akamuonya mjumbe wake kwa aya hiyo wasbir nafsaka. Neno subira katika lugha ya dini inataalaki na mambo manne. Kuna mambo manne yakichanganyika pamoja ndani ya tabia ya mtu huyu, mtu ndo anaitwa sabirun. Na amri ikija isbir, kuwa na subira, maana unaagizwa, lazima ujitahidi uwe na mambo manne hayo kwenye tabia yako kwa hiyo isbir nafsaka, subira ina shamil kule kuwa na tabia ya kudumu kutekeleza maagizo ya dini ya mola wako. Ni magumu, lakini usubiri, kwamba ujitahidi uyatekeleze pamoja na ugumu wake. linalowashinda hili, ndo maana hutoka katika mipaka, wakawa hawana subira. Na la pili, subira inajumuika na tabia ya mtu ya kustahamili kuacha yaliyokatazwa, na pia ni mtihani mgumu, maana yaliyokatazwa na sharia yana mvuto katika nafsi, yanapendeza. Sharia itakukataza usizini, tasema itawezekana wapi? Jambo haliwezekani hili, jambo la kimaumbile. Bwana mwanamme gani aliyekamilika hasa mzima asifanye suala hilo? Au mwanamke gani katimia asifanye suala hilo? Yeye mwenyewe mwanadamu anaamua, siwezi kupokea agizo hili Usiibe, asema kuna mtu gani asiyeiba? Ukitaka vya halali utakufa maskini, hakubali. Lakini mtu mwenye subira ni kwamba ni kujua hili jambo haramu, hili halitakiwi, lakini fursa ya kulipata ipo. Hii fursa ni fursa haramu, ujilazimishe kujizuilia japo roho inapenda, mate yanakutoka, uwezekano upo, lakini usiutumie kwa kumwogopa Mungu hii pia ni jambo la pili linalojenga subira. Jambo la tatu linalojenga subira ni mtu kuwa na tabia ya kuvumilia yale yasiyomridhi kutokana na tabia za binadamu wenzake. Wanadamu kama tunavyotofautiana sura, pia tunatofautiana tabia. Kwa hiyo mtu kuwa na uwezo wa kustahamili akawachukulia wenzake kwa mapungufu na udhaifu wao ni sehemu ya tatu katika mambo yanayojenga subira na kama utakuwa umeshindwa na hili, maagizo ya Mungu kuwasameheaneni patanisheni ndugu zenu hayatekelezeki, kwa sababu mtu hawezi kuvumilia, hawezi kuuchukulia udhaifu wa mwenzake. Na la nne, subira inajengeka kwa mtu kuwa na tabia ya kuvumilia kwenye masaibu, mambo yale yanayotokezea bila ya ridhaa yako, hukuyapanga, hukuyategemea lakini yanakuja. Kama wewe unakuwa unapenda binadamu uwe na siha, uwe mzima lakini Mungu akakupa maradhi. Unapenda wewe uwe na mali, lakini unaweza ukapata mali, Mungu akakupa mtihani, mali yako ikatoweka, ukafilisika, au ikapata mtihani ikapungua. Haya yote ni mambo ya mitihani, kuangaliwa ustahamilivu wa watu. Je, nikimfanyia hivi mja wangu atabaki kuniabudu au itakuwa ndio sababu ya kuchukia na kunikimbia? kwa hiyo mtume akaambiwa kwa sababu tumeambiwa tumuige tumfuate, yeye awe ni kigezo cha subira. Isbir nafsaka au wasbir nafsaka maa alladhina yaduna rabbahum bilghadati walashiri yuriduna wajha. Wewe mwenyewe kiongozi, vumilia kuwa na subira, wewe mwenyewe binafsi, ukishirikiana na waja wangu wanaomwabudu bwana wao asubuhi na jioni yuriduna wajhahu, wanafanya ibada asubuhi na jioni kwa kutaka radhi ya mola wao. wala taadu ainaka anhum, wala usije ukawakiushia jicho lako ukaangalia mbali kutokana na wao walipo, usije ukawakimbia, usiwadharau ukaangalia mbali. turidu zinat alhayati dunia, kwa kutaka mapambo ya maisha ya dunia, usije ukafanya hivyo. Sisi tunashindwa Mtume kaambiwa hivyo na anayemfuata mtume anapaswa awe hivyo, kuwa na watu, shirikiana na watu katika kuelekezana kupita njia iliyonyooka ya kukuelekezeni salama kwa mola wenu. Wala tutii man, wala usimtii mtu yoyote ambaye, wala tutii man, wala usimtii mtu yoyote ambaye aghfalna qalbahu an dhikrina, tumeughafilisha moyo wake na kutukumbuka sisi. Kwa hiyo mtume anaambiwa asiwe mtiifu wa kumsikiliza mtu au kufuata mipango ya watu, mipango ya watu ambao nyoyo zao zimeghafilishwa na kumjua Mungu, watu wasio na dini, watu wanafanya mambo yao kutokana na akili zao za kuzaliwa, si kwa aya wala kwa hadithi. Hawa kaambiwa asiwatii. Tamko kutii tunalifahamu, tunalitumia kwenye lugha ya Kiswahili. Kutii ni kukubali agizo asitoke Yahudi, Mkristo au mtu mwingine pagani, asiye na maarifa ya dini, akakupangia jambo wewe ukasema mpango wake mzuri. Wakati ambapo utakaposema mpango wake mzuri, mpango wake yeye mzuri, unakuzuia wewe kutekeleza jengine la Mungu, ina maana kama kwamba umefanya wewe uchunguzi, ukaona, Mungu mpango wake dhaifu sana, hauna maslahi, lakini kumbe wako wenye akili, wajanja, werevu, mipango yao ni bora zaidi jambo hili Mungu hawezi kulistahamili. Kaa kwenye kwenye mfumo, fuata utaratibu wa dini, usije ukaacha haya kwa kuwaangalia wenye maendeleo ya dunia. Wala tutii man, wala usimtii mtu yoyote ambaye aghfalna qalbahu an dhikrina, moyo wake tumeughafilisha na kutukumbuka sisi, hatukumbuki, hatuelewi, hatuthamini. Wewe usimfuate mtu huyo, watabaa hawahu na akawa anafuata matamanio yake ya nafsi. Matamanio hawa ni yale mambo yanayopangwa na kichwa cha mtu, hata kama ana digirii kumi na nane, hata awe na jina kubwa kuliko yote duniani, kama hajui Mungu anataka nini, huyo anachokifuata ni matamanio ya nafsi. Wewe mumin, mwenye kujua nini Mungu anataka, usimfuate mtu kama huyu. Mipango yake, maagizo yake, rai zake, kwako kwa kwa zitakuwa hazina manufaa wakana amruhu furta, na mambo yake yakawa yameondoka kwenye utaratibu. Kwa hiyo, mtu yoyote ambaye mambo yake yametoka kwenye utaratibu usimfuate. Furta lina apply kwenye maneno yote, tafrit na ifrat. Tafrit ni kufanya mambo zaidi yaitakiwavyo mpaka katika kiwango cha kuharibu, na ifrat maana yake ni kufanya mambo chini ya kiwango, kwamba hairidhishi hapo ulipofanya. Kwa hiyo, mtu ambaye hana utaratibu

katabaha Allahu lahu indahu ashra hasanatin ila 700 dhaif ila ad'af kathira inna Allah tabaraka wa ta'ala, hakika ya Mwenyezi Mungu mtukufu aliye na cheo cha juu kabisa. Kataba alhasanati wasayyiati thumma bayyana dhalika, ametuandikia mambo mazuri na mambo mabaya, halafu akayatolea ufafanuzi kayabainisha. Kila mtu haswa mwenye kutaka kaandaliwa, anao uwezo wa kujua hili zuri lina manufaa na hili ni baya lina hasara. Kwa hiyo maandalizi tu kwa mwanadamu yamefanyika vizuri. Tatizo ni kwamba mwanadamu kaachwa huru na anaangaliwa atatumiaje uhuru wake, na ana khiari yake mwenyewe kukubali au kukataa, lakini Allah kila kitu kafafanua kabisa hapa duniani. Famanhama bihasanatin, mtu yoyote anayeazimia kufanya jambo jema, walam yamalha, halafu asidiriki kulifanya, yani katia nia, nitafanya jambo fulani, nitafunga kesho nitatoa sadaka, nitasaidia masikini, alikuwa na azma ya kufanya halafu hakutimiza azma yake, katabaha llahu lahu indahu hasanatan kamila, Allah humwandikia mtu huyu kafanya jema moja kamili. Yaani kwa kutia nia nitafanya jambo jema, tayari unaandikiwa thawabu kwa uzuri na umakini wa kukusudia Wain huwa hama biha, na ikiwa mtu katia azma ya kufanya hilo jambo jema wa amilaha halafu wakalifanya kweli kweli, katabaha Allah عندahu, Allahu lahu indahu, Allah uliandika hilo mbele yake kumwandikia aliyelifanya hasanatin mema kumi ila 700 diifin mpaka kufikia nyongeza ya miasaba ila adafin kathiratin mpaka kufikia nyongeza ya zaidi ya miasaa waman hama bisayiatin, na mtu yoyote mwenye kutia azma ya kufanya jambo ovu kakusudia, hasa: mimi lazima nitamzini fulani, mimi nitamwibia fulani, mimi nitamuua fulani, jambo baya, lakini katia nia, nitafanya kwa nia yake, halafu walam yaamalha, akaghairi asifanye lile baya alilonuilia, kataba Llahu lahu indahu hasanatan kamila Allah humwandikia mtu huyu kafanya jambo jema kamili. Kutiania ntafanya jambo ovu alafu ukaghairi kwa ajili ya Allah ni thawabu, ushawekeza umepata fungu. Wain huwa hamma biha waamilaha, ikiwa mtu katia azma ya kufanya jambo ovu na akalifanya kweli kweli, katabaha llahu lahu indahu sayiatan wahida. Allah humwandikia mbele yake mtu huyu kafanya ovu moja kamili. Muttafaqun alayhi. Hadithi hii wamewafikiana mapokezi yake Bukhari na Muslim. Mafunzo ya hadithi ni mamoja, kwamba hapa duniani tupo kwa ajili ya kupimwa. Tunapimwa kwenye tunayoyatenda katika nyanja tatu. Mtu anaweza kufanya amali kwa mujibu wa nia yake, kakusudia, kadhamiria, na anaweza kufanya amali ya maneno kwa mujibu wa maneno yake. Kuna maneno mengine ni amali ya kusema, itakuwa ni njema au mbaya. Nia inakuwa ni njema au mbaya, na maneno amali za kusema zinakuwa ni njema au mbaya, na tatu ni amali za vitendo, mtu anaweza kutenda kitendo kizuri au kibaya. Yote haya yanafuatiliwa na yanawekewa kumbukumbu zake, ndiyo yatakayokuja kupigwa tathmini na akalipwa mtu siku ya hisabu. Kwa hiyo Mtume anatuambia kuweka kumbukumbu, kupiga tathmini na kuja kutoa malipo kunategemeana na mfanyaji huyu, mtahiniwa. Mtu kadhamiria moyoni mwake, mtafanya jambo ovu, dhamira yake iko countable, inahesabiwa huyu kakusudia shari, jambo baya, halafu akighairi analipwa thawabu ya kughairi kufanya jambo ovu, anatunzwa. Moyo ulishaelekea, ushaupangia, ushatoa maamuzi ntafanya, lakini ukighairi unaandikiwa thawabu moja ya kughairi kufanya jambo ovu. Lakini umetia azma ya kufanya jambo ovu alafu ukatimiza azma yako ukalifanya, basi unapolifanya unaandikiwa dhambi moja kwa ovu moja ulilolifanya. Kwa upande wa mema umenuia kufanya jambo jema, alafu ukaghairi, hukulifanya. uliponuia tu kufanya jambo jema ulipata thawabu moja kwa nia yako, na kama ulitimiza nia yako ukalifanya kwa jema lililofanywa kilipo kiwango chake cha chini cha malipo ni moja kwa kumi. Kwa hiyo una thawabu kumi za jema moja lililofanywa. Inawezekana kutoka kumi akapata mtu mpaka nyongeza ya mia saba, na pia inawezekana kutoka kumi mtu akapata nyongeza ya zaidi ya mia saba hapa kwenye kutenda jambo jema. Kwanza, malipo ya jema lililotendwa ni moja kwa kumi, lakini malipo ya baya lililotendwa ni moja kwa moja. Kwenye mabaya hakuna nyongeza, lakini kwenye mema kuna nyongeza. Moja kwa kumi ndiyo kiwango cha chini cha kulipwa kwenye mema yaliyotendwa, lakini moja kwa moja ni kwenye mabaya yaliyotendwa. Tena kwenye mema ukitiania tu una thawabu hata kama hukufanya kwenye mabaya ukitia nia halafu usifanye una thawabu ya kutokufanya. Ndo maana wanawachuoni wakasema, fabudan liman rajaha ahaduhu asharatuhu, anastahiki kuwa mbali na rehema ya Mungu mtu ambaye mamoja yake yanakuwa ni mazito kuliko makumi yake. Sijui kama mnaelewa huo mfano msemo anastahiki laana ya Mwenyezi Mungu mtu ambaye siku ya Kiama anapimiwa amali zake, mamoja yake yamekuwa ndio mazito kuliko makumi yake. Yaani upande siku ya Kiama tunaambiwa kuna mizani. Mizani inaenda kupimwa hizi amali tulizofanya, zinatiwa kwenye mizani. kwenye suratul Qaria, Mwenyezi Mungu amesema hivi, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi aishati radhiya wa wama man khaffat mawazinuhu fa umuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamia, zitapimwa amali za watu siku ya kiama. Ama mtu ambaye mema yake yatakuwa ni mazito kwenye mizani, atakuwa ni mwenye maisha ya kuridhisha. Allahumma jaalna minhu. Lakini mtu ambaye mabaya yake ndiyo yatakayokuwa mazito kwenye mizani inamaana mema yamezidiwa, mama yake atakuwa ni hawia. Mizani ya akhira ni kama mizani tunazopimia bidhaa hapa duniani, zina pande mbili za kapani, lakini mizani ya akhira haiwekwi jiwe la shaba wala la chuma la kilo. Upande mmoja wa mizani yanatiwa mema yako yote uliofanya na upande mmoja wa mizani yanawekwa maovu yako yote kama maovu yatakuwa ni kidogo tu, yamezidiwa na mema, basi haya maovu kidogo Allah atasamehe, utakuwa ni mtu mwema, utapata maisha ya kuridhisha. Lakini maovu yakawa ni mazito kwenye mizani, mema kidogo, hapo hakuna msamaha. Unaweza ukahoji kwa nini? Ndo wanawachuoni wakasema, kwa sababu huku kwenye mema moja kiwango cha chini cha kulipwa ni kumi. Kwenye maovu hakuna nyongeza, ni moja kwa moja. Sasa ina maana huyu mtu ambaye maovu yake ni mengi, aliishi duniani kiuzembe sana, hakuwa mfanyaji wa mambo mema. Tukipiga mfano mtu ambaye alikuwa ana wastani wa kufanya mazuri kumi na mabaya kumi kila siku, mazuri yake kumi anapata thawabu mia kwa sababu kiwango cha chini cha kulipwa mazuri ni moja kwa kumi, kumi mara kumi ni mia. Lakini maovu yake kumi, kwenye maovu hakuna nyongeza, ni moja kwa moja. Kwa hiyo maovu yake kumi ni dhambi kumi. Mia na upande mmoja kumi, wapi na wapi? Hasa mtu ambaye huku kwenye makumi kuwe kwepesi, kwenye mamoja ndo kuwe kuzito. Huyo alikuwa si mfanyaji wa kheri yoyote, nafsi yake ni mbaya, shari tu ndo ilikuwa anapenda kufanya, kwa hiyo hastahiki kuonewa huruma. Kwa hiyo utaratibu ambao kwa mujibu wa aya na hadithi tulizosoma, tunatakiwa tuwe tunajua thamani ya wakati wetu na tuwe werevu wakati wa kufanya maamuzi, tujitahidi kufanya mazuri na halafu yale mazuri tunapoyafanya, pia tujitahidi kuangalia viwango vya ufanyaji ufanisi unahitajika. Ndo maana ikawekwa malipo ya jema ni kuanzia kumi, anaweza mtu akafika mpaka mia saba au zaidi ya mia saba. Hapa panaangaliwa efisiensi katika kufanya. Kwa hiyo jema moja linaweza likafanywa na watu, lakini mmoja akapata hiyo kumi, mmoja akapata hamsini, mwingine akapata mia saba, mwingine akazidishiwa, inategemeana na uzuri wa amali yake alivyoifanya. ayuha lehwatu la majid